Hapa ni katika kijiji cha Ipande katika jimbo la Itigi wilayani Manyoni, unafanyika mkutano hadhara wa chama cha Mapinduzi, ukiongozwa na mwenyekiti wa chama mkoa, ambapo mkutano huu una lengo la kuimarisha chama na kuzungumza na wananchi. Akizungumza na wananchi katika mkutano huu, mwenyekiti wa CCM mkoa Singida Martha Mlata akatoa wito kwa wananchi kuhakikisha wanailinda amani iliyopo nchini, amani hii ambayo tumeirithi kutoka kwa mababu zetu. Dokta Samia Suluhu Hassan ndiyo anayeongoza. Ninaomba sisi kama mwananchi mmoja mmoja, tuendelee kudumisha na kuilinda amani ya taifa letu, ndiyo kitu cha kwanza. Huwezi kwenda kuchunga, huwezi kwenda shambani, huwezi kufanya chochote bila amani. Ukienda kwenye nchi zingine, utajenga lile jengo pale ndani ya siku mbili lile jengo hamwezi kulitumia, limeshabomolewa. Aidha, amewataka wananchi hasa vijana wasidanganyike na maneno ya wanasiasa wasiokuwa na malengo mazuri kwa nchi. Kile chama kwanza, wameshaweka mpira kwa pani, wamesema wao hawaingii kwenye uchaguzi. Kwa hiyo hata wakiwaona wakija, ninyi akili ya kuambiwa fanya nini, changanya na za kwako. Watoto wangu vijana, ndio ambao wanarubunika, wana mapema wanangu, msirubunike mapema, watoto wangu, simamieni misingi ya wazazi wenu, simamieni amani mlionayo, wasiwadanganye, wasiwadanganye mkarubunika, mkaingia kwenye mtego, maisha yako yataharibika. Wajumbe ya wa kamati ya siasa ya mkoa wa Singida na baadhi ya viongozi walioshiriki katika mkutano huo wakatoa salamu zao kwa wananchi. hatukuwa na hizi nyaya za umeme tumesikia kuna ma ma mashule mengi yamejengwa, kuna zahanati, lakini kimebaki kituo cha afya hapa, ambacho naamini kwenye ilani inayokuja hapa ipande, kituo cha afya kitajengwa hapa. Hautakuwa na maana wewe mwenye mwenyekiti ambayo umekaa kwenye nafasi wakati kwenye kitongoji chako watoto wanazurura madarasa hayana watu. Tufanye kazi ya kuwasukuma hawa waende wakasome, na mwaka huu tulipitisha bajeti katika mipango yetu ijayo ya kuifungua barabara ya kutoka hapa kwenda katika kijiji cha Damweru, ambao wakija makao makuu ya kata wanapita Itigi, wanazungulia kitopeni kuja hapa.